Ulimwengu wetu tunaoishi watu wamepotoka na kuziacha mila na desturi za Biblia. Zaidi wameamua kuziacha amri za Mungu ambazo Mungu mwenyewe ndiye aliyeziandika kwa chanda chake. Ukiangalia katika Biblia amri ya uzinifu, ipo amri inayosema usizini. Lakini cha ajabu wanawake wengi wameweza kujitolea kuiasi amri hii kwa kile wanachovalia na kuifanyia miili ya mfano. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza tisa, ukianzia ile ya 30 maandiko yanadai kuwa aliyepaka wanja machoni ni Yezebel. Mtu anajipaka wanja machoni, mtu huyo anadhihirisha yeye anamwakilisha shetani. Ayo yatoshi. Wanawake wa Biblia hawakuvalia trousers. Mbona Mungu akatae uvaliaji wa, wa mifuto ama trousa kwa wanawake? Ni kwa sababu hii, kisoma kitabu cha Danieli tatu ishirini na moja inadai kuwa mifuto ama trousers ni za wanaume, lakini cha kushangaza wanawake wamejitolea kuvalia trausa na wengine wanapaka wanja machoni na wengine wanasuka mpaka nywele. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza, 2 mstari wake ni 9 na 10, wanawake wanajipamba kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu jema si kwa kusuka nywele wala kuvalia mavazi ya thamani. Lakini wanawake wanawake wanaoishi siku za leo wanavalia mpaka wanavalia nguo za kikahaba. Mwanamke anavalia anaacho nusu uchi. Ukisoma kitabu cha Methali 7:7, inadai kuwa wapo wanawake wanawake, wanaovalia mavazi ya kikahaba na ndawa yao Mungu anadai kitabu cha Yeremia ishirini na tano thelathini na tatu ya kuwa wanawake kama hao atawaua. Mbona waue? Ni kwa sababu kisoma kitabu cha Mathayo tano. Mungu anadai kuwa wanawake hao wanafanya wanaume kuzini na kwa kuwa wanawafanya wanaume wengi kuelekea jehanamu. Vile vile wao hawataweza kuachwa. Kwa hivyo wanawake wa siku hizi kwa hakika wameweza kupotoka. Lakini Mungu anatoa advice katika kitabu cha Petro wa kwanza tatu mstari wa tatu. Anadai wanawake wajipambe ama andai utu wao wa ni utu wa nje wa kuonekana, bali pia waweze kujipamba kama ilivyo wapasa na kuwapendeza wanawake wa leo, ukiri uchaji wa Mungu wa Mungu. Sasa ni jukumu lako kama mwanamke na msichana, kuamua leo hii nani utakayemtumikia kati ya Mungu na Yezereli, ama kati ya Mungu na Ibilisi. Kwa njia ya uvaliaji, kwa njia ya tunachokula na tunachokunywa, tunadhihirisha tunamtumikia nani na tunamuacha nani. Ubarikiwe